Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 12 kipindi cha kawaida cha mwaka mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 16 aya ya kwanza hadi ya 12 na aya ya kumi na tano hadi ya kumi na sita. Na somo la injili linatoka katika injili ya mwinjili Matayo sura ya saba aya ya ishirini na moja hadi ya ishirini na tisa. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka; nalo anguko lake likawa kubwa. Ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi wao. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari kwa pamoja sehemu ya maandiko matakatifu kutoka kwa mwinjili Matayo sura ya 7, aya 21 hadi ya 29 ambayo tumeyasikia hivi punde. Mama kanisa anatupa nafasi ya pekee nyingine, hivyo napenda tuongozwe na ujumbe usemao sikio la kutenda. Wapendwa, kazi ya sikio ni kusikia. Je, linasikia vitu gani? Sikio husikia aina mbalimbali za sauti kulingana na viwango vyake, ambapo sauti nyingine huweza kutuarifu mambo mbalimbali yakiwemo kutupa tahadhari kututaka tubadili mienendo yetu mibaya na mengine mengi kama hayo hapo. Sasa inabaki kazi kwetu kuitikia au kukubaliana na sauti hizo, yaani kusikia na kutenda, ni juu yetu. Wapendwa ndugu zangu, leo Kristo anatufundisha kuwa matendo yetu ndiyo yatatustahilisha kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa maana tunaweza tukajihadaa kuwa tunamfahamu, tunamfuata na tunamtumikia kwa midomo yetu au pengine tunafanya uwakili ulio mzuri kwa kutenda kufanya miujiza na kuponya watu kwa jina lake, kwamba kwa kufanya hayo ni lazima tufike tu kwake mbinguni. Ndugu zangu, leo Kristo anatuambia hapana. Na mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 13 anatukumbusha kwamba yote haya yatatustahilisha kuingia katika ufalme wake kama yataongozwa na upendo. Ndugu zangu katika maandiko matakatifu, tukirejea waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya kwanza aya ya tisa inasema kwamba alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Hapa basi tunaona Kristo kwamba ametuita kwa namna ya pekee kuwa wanawe, kila mtu kwa nafasi yake, wengine wameitwa kuwa mapadre, wengine walimu, wengine madaktari, wengine wanandoa na kadhalika, ili wafanye utume wao kulingana na makusudi yake matakatifu. Lakini linalojumuisha sote ni kwamba tunaitwa Wakristo kwa sababu tunaishi kwa kumtazama, kumwiga na kumsikiliza Kristo mwenyewe. Tutambue kuwa kuitwa sio ukamilifu wa kuingia mbinguni, bali ndiyo hatua muhimu ya kwanza ya mwaliko katika kumjua, kuitikia na kuenenda kadiri ya matakwa yake. Tunaweza kumjua, kumsikia Kristo vizuri na kumfahamu kinaga ubaga, na tunaweza tukazifahamu amri zake, lakini ukweli utabaki pale pale kwamba kujua kitu sio sawa na kutenda, kwa maana mtu anaweza kujua kitu lakini asitende. Waswahili wanasema matendo huongea zaidi kuliko maneno, na ndiyo mkazo mkali kwetu ambao leo Kristo anauweka na kututaka tuishi kadiri ya amri zake. Basi leo Kristo anatualika kujitafakari kwa kina juu ya imani yetu kwamba ni namna gani tunavyosikia na kuamini kunaendana na matendo yetu. Je, ni kweli tunafanya kile tu Mungu anachotuamuru tufanye? Au sisi ni wale ambao tusichotakiwa kufanya tunafanya na tunachopaswa kufanya hatufanyi? Je, uko upande gani? Nyumba yako imejengwa katika aina gani ya udongo? Ndugu zangu, Leo Bwana wetu Yesu Kristo anatupa mafundisho makuu mawili. Kwanza, tutambue kuwa ufalme wa mbinguni upo. Sasa ni namna gani mtu anaweza kuingia? Hilo ndiyo fundisho la namna ya kuenenda kwetu. Tunaalikwa kujitafakari juu ya Ukristo wetu. Ni ndio tunamwamini na tumevaa vazi lake linalotujumuisha kuwa sisi ni Wakristo. Je, ni kweli tunafanya kile tu anachotaka tufanye? Fundisho la pili ni kwamba tumepewa uwezo na karama mbalimbali mbali ambazo zinatutambulisha na zinatambulisha muungano wetu na Kristo. Je, ni kweli tunafanya uwakili kwa jina lake? Yaani ili kuurithi ufalme wa mbinguni tunatanguliza kwanza mapenzi ya Mungu au ndiyo tunajisahau na kuweza kutumia kama nyenzo ya kujitafutia utukufu na sifa za hapa duniani? Ndugu zangu, Mungu ongea nasi kupitia dhamiri zetu, maana aliahidi kupanda mbegu ya neno lake ndani mwetu. Na ni kweli yupo ndani mwetu. Yeye hutuwazia yaliyo mema siku zote na hututaka nasi tuishi kadiri ya mema hayo. Ndiyo maana mwanadamu akifanya kitu kibaya au kiovu, utakuta dhamiri inamsuta. Mungu, kwa pendo lake kututaka tufike kwake, aliamua kumtuma mwanaye wa pekee na kwa pendo hilo hilo Kristo anakubali kuteswa kumwaga damu yake takatifu na mwisho kufa kwa ajili ya ukombozi wetu. Na leo Kristo anaturithisha upendo huo, kwa maana anatuonesha ni njia gani ya kuenenda ili tukatawale naye mbinguni. Kwa kutufanya kumjua yeye haitoshi tu, bali atupasa kutenda kwa moyo yale tu anayotuamuru. Utasikia mtu anasema kufanya tendo la huruma ni jambo la kimungu na la kiungwana sana, lakini kwa kweli hajawahi hata siku moja kuwatembelea wahitaji kwa ajili ya kufanya tendo hilo la huruma, kwa mfano wagonjwa au wafungwa, na hata kuwaombea. Anaweka kisingizio cha kwamba sina muda. Ndugu zangu, tujibidishe siku zote kutenda katika kweli yote mapenzi yake Mungu, ili mwisho wa nyakati Ukristo wetu usiwe bure. Siku zote tujitahidi kujijenga kuwa imara ndani mwake. Tujiachilie katika mikono yake, tumsikilize na tutende kadiri ya matakwa yake, naye atatubariki kama asemavyo Mtakatifu Gaspari kwamba tunatambua fika kwamba kila kitu kinatoka kwa Mungu na sisi si lolote mbele yake. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Frenki Kasongi Benedikto wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspar de Bufal Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.